Ninashukuru kwa hawa alionipa Mungu, nikitaka zaidi nitakuwa mchache wa shukrani. Mimi ninashukuru kwa hawa alionipa Mungu, nikitaka zaidi nitakuwa mchache wa shukrani. Eleza muktadha wa maneno haya. Rejelea mifano minane inayoonyesha kuwa mnenaji anafaa kushukuru. Kwa hivyo dondoo ni ukurasa upi? E, ukurasa kumi na tatu. Tusome ukurasa huo tujikumbushe. Kumbuka katasi ambayo unafanya ni katasi

Alikuwa amekuja kutoka huko kwa kupata chochote, lakini akapata mwenyewe hata jiko aliaonii ilivyo desturi ya wanaume wetu, naye akataka kutua. Kwa nini simaalia chochote, au ni hali yako? Anaona, lakini anafikiri malezi na makuzi, anamtuma hivyo. Haya, sante. Kwa hivyo mimi ninashukuru kwa hawa alionipa Mungu. Nikitaka zaidi nitakuwa mchache wa shukrani. Msemaji ni Sara, msemewa ni Daina na mahali ni jikoni kwa Sara. Hata ukisema nyumbani kwa Sara pia utapewa. Kiini ni anashukuru Mungu kwa kumjalia watoto wasichana. Swali la b, rejelea mifano minane inaonyesha kuwa mnenaji anafaa kushukuru. Tumesema mnenaji ni Sara. Kwa hivyo, anafaa kushukuru kwa mumewe, anajinyima mengi ili kumwelimisha Neema. Mumewe anajinyima mengi ili kumwelimisha Neema. Pili, Neema anampeleka hospitalini na kumrudisha nyumbani kwa gari lake. Neema anamwajiria wafanyikazi wa nyumbani. Neema anamwajiria wafanyikazi wa nyumbani. Neema anamnunulia jiko la gesi. Neema anamnunulia jiko la gesi. Neema anashirikiana na Buju kumjengea nyumba. Neema anashirikiana na Buju kumjengea nyumba. Dina anamsaidia kupika anapokuwa mgonjwa. Dina anamsaidia kupika anapokuwa mgonjwa. Dina anamsaidia kupika anapokuwa mgonjwa. anajaliwa mtoto mwerevu shuleni ambaye ni Neema. Anajaliwa mtoto mwerevu shuleni ambaye ni Neema. Anapelekwa katika hospitali nzuri yenye madaktari wanaomakinika. Anapelekwa katika hospitali nzuri yenye madaktari wanaomakinika, wanao na usafi wa hali ya juu. Anapelekwa katika hospitali nzuri yenye madaktari wanaomakinika na usafi wa hali ya juu. Dondo, hata tukalijadili hili siku nzima Maneno hayo hayataniingia heri ni wai hapo, heri ni wai ndio inapaswa kukupa mwongozo. Hata tukalijadili hili siku nzima, maneno hayo hayataniingia heri ni wai ishirini na ishirini na tisa, fungua hapo tusome ukurasa huo. Mimi nilisha kukueleza tangu <coughs> hapo, mipaka ya mahusiano yetu wewe unafahamu fika. Katika nyumba hii siwezi kukaa na wazazi wako wangu itakuwa laana hiyo. Ema, mila na desturi zetu zina mahali pake. Hata mama anaelewa hiyo. Kidini, hata wazazi wangu walipokuwa hai na wako wali kutaka kuishi kwangu, ni kwa sababu wewe nikisalamika safari zao ziliishia kwa wakubwa wako. Mnasahau kuwa mimi ndiye mkubwa kwetu na safari nyingi zitaishia kwangu, nawe umesahau kuwa huyo mkubwa wangu umesema haya, ana chumba cha ugeni bali na nyumba yake. Hata wazee wangu bado wangekuwa hai, wasingelilia kuja kulala hapa kwangu. Ndiyo mafundisho ya mila zetu kuu

Wakati mwingine maisha haya kufanya kujisikia kama abiria kwenye gari kwa basi, unatamani dereva apunguze mwendo, lakini unakumbuka kuwa safari bado ni ndefu, na hutaki kufika ugoro wenetelewa basi, unatulia tako nani, una wasiwasi mtu utulii, lakini huwezi kushuka, maana safari itabadilika. Kwa hivyo unajitahidi tena Japo wakati mwingine haya vizuri, kwa hivyo hujaulizwa muktadha. Lakini wakati wote ukiulizwa haya maswali, wewe jiulize muktadha ni upi? Msemaji ni nani? Buju. Msemewa Neema. Mali nyumbani kwa Neema. Kwa hivyo na nini kiini, uh, kichocheo cha kauli ni Buju alikuwa anasisitiza kuwa mama mkwe hawezi akalala kwake, si ndio? Kwa hivyo swali la ah, pale hata tukalijadili hili siku nzima, maneno haya hayataniingia, heri ni wai kwa hivyo fafanua sifa moja ya mnenaji inayojitokeza katika dondoo hili. Sifa ya mnenaji ambaye ni Buju inajitokeza hapa ni mwenye msimamo thabiti. Hapa tunaona Buju ni mwenye msimamo thabiti kwa sababu abadili msimamo wake kuhusu mama mkwe kulala kwake. Abadili msimamo wake kuhusu mama mkwe kulala kwake. Swali la b. Tathmini manufaa tisa ya mnenaji katika matini. Manufaa ya Buju. Kwa hivyo ukiulizwa manufaa ni umuhimu. Umuhimu dhima manufaa ni sawa. Kwa hivyo hapa unaulizwa umuhimu wa Buju. Kwanza Anajenga maudhui ya bidii. Hebu anajenga maudhui ya bidii anapoamka asubuhi kuwahi kazi. Anajenga maudhui ya bidii anapoamka asubuhi kuwahi kazi. Pili, Buju anajenga maudhui ya ndoa na malezi. Anajenga maudhui ya ndoa na malezi kwa kushirikiana na Neema kulea wanao. Hivyo hapo ni maudhui ya ndoa na malezi kwa kushirikiana na Neema kulea wanao. Tatu, Buju ni kielelezo cha wanaume wanaowajibikia familia zao. Ni kielelezo cha wanaume wanaowajibikia familia zao. Yeye hununulia familia chakula, mavazi, huelimisha Lemi. Hivyo ni kielelezo cha wanaume wanawajibikia familia zao. Yeye hununulia familia chakula, mavazi, huelimisha Lemi na Mina. Huelimisha Lemi na Mina. Nne, Buju ni kielelezo cha watu wenye moyo wa kusaidia. Ni kielelezo cha watu wenye moyo wa kusaidia. Anashirikiana na mkewe kujengea wazazi wa Neema nyumba. Anashirikiana na mkewe kujengea wazazi wa Neema nyumba. Tunaona anapinga jeki matibabu ya Sara, yani anagharamia pia masomo ya Salomi. Kwa hivyo ni kielelezo cha watu wenye moyo wa kusaidia. Anashirikiana na mkeo kujengea wazazi wa Neema nyumba. Anampiga jeki uh, Neema kwa matibabu ya Sara, na tunaona anagharamia yale masomo ya Salomi. Tano, anajenga maudhui ya mila. Anaambia Neema hawezi akakaa na wazazi wake nyumba moja, yani hawezi akakaa na mama mkwe nyumba moja. Kwa hivyo anajenga maudhui ya mila. Anaambia Neema hawezi akakaa na wazazi wake nyumba moja. Anajenga maudhui ya utu kwa kumpeleka Neema hospitalini Kupitia mpango wa Flying Doctors, na kugharamia matibabu yake yote, japo hakumjua. Anajenga maudhui ya utu kwa kumpeleka Neema hospitalini kupitia mpango wa Flying Doctors na kugharamia matibabu yake yote japo hakumjua. Pia tunaona Buju anajenga mtiririko wa vitushi vya tamthilia. Hapa ndio unasema anajenga ploti. Ploti ni ule mfuatano wa matukio katika tamthilia au sasa ni katika tamthilia. Ndio tunasema pale ni mtiririko wa vitushi vya tamthilia. Kwa hivyo anajenga ploti anapozungumza na Neema nyumbani anapozungumza na Neema nyumbani, anadokeza sifa za Neema kama mwana mapinduzi. Tunaona anajenga zile sifa za Neema kama kwanza mwana mapinduzi. Pia tunaona anajenga sifa ya Neema kama msumbufu, msumbufu. Mwana mapinduzi na msumbufu. Pia tunaona anajenga mtindo. Mtindo atamdhilia kutumia mbinu rejeshi. Na mbinu rejeshi tunaiona wakati ambapo alimpeleka Neema hospitalini japo hakumjua, alimuitia Flying Doctors. Kwa hivyo amejenga mtindo atamdhilia kupitia mbinu rejeshi alipompeleka Neema hospitalini dondoo ni ndefu, kwa sababu pale lazima tuangalie muktadha. Kumbuka, mrina haogopi nyuki. Marehemu mamangu alizoea kutuambia kuwa nguvu azimwishi mwanadamu, wala azipotei bure, umalizwa tu na mabuu. Mwanangu, usifanye hofu, nikujuavyo mimi, huku ingia katika bahari si yako, wala hakuna refu lisilokuwa na ncha, yote yana kikomo, eti ipo siku haya yote yatapita. Mkulima hodari libasi yake huwa imechakaa na kuchoka, lakini moyoni anabaki safi kama theluji, wa kutosheka na tija ya sulubu zake. Huwezi kumlinganisha na mkulima wa nguo safi zilizopigwa pasi zikanyooka. Swali la aya: weke maneno haya katika muktadha wake. Dondoni ukurasa 18. Tusome sote tujikumbushe.